Aina ya Wakristo katika kanisa la sasa, katika hatua za kujifunza na kusoma neno la Mungu. Aina ya kwanza mimi nawaita washirika au wakristo wasiokuwa, nimeweka redi, manake hatari sana. Wao wako kanisani lakini hawakui. Watu hawa hawana mpango wa kusoma Biblia. Biblia ina kitabu cha mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa hawa hawana mpango wote na nyakati zao sasa za kusoma neno la Mungu. Ni wakati wa ibada inapokutwa, ukija kwenye ibada, tukishasoma ili neno likishafunikwa hivi, ni mpaka siku nyingine tena ya Bwana. Haina ya kichocheo cha wao kujifunza maneno ya Mungu ni mahubiri, na hawa wanakosha koo ya kiroho kwa sababu neno la Mungu ni chakula. Hawana chakula, kwa hiyo wanakwasha koo.